Ili tufikie hapo ni lazima tukimbizane, ni lazima tusimamiane, ni lazima tuwezeshane ili mambo yaweze kwenda. Leo tumeshuhudia tukio muhimu, tukio la kuwapongeza walipakodi na pia kuweka historia kwa mamlaka mapato kuvuka malengo yake mfululizo kwa muda wa miezi 12 mkoa wetu wa Dodoma napo tulikuwa na lengo la kukusanya bilioni 188.9 na tumeweza kukusanya bilioni 205.9 ambao ni ufanisi wa asilimia 109. Rai yetu kwa wafanyabiashara na jumuiya kwa ujumla kwa hapa Dodoma ni kwamba tuendelee kutoa ushirikiano wa kulipa kodi zetu kwa wakati, na sisi kama mamlaka tutaendelea kutoa huduma bora na kutoa elimu na kutahidi kuwafikia walipakodi pote walipo ili tuweze kukusanya kodi kama ambavyo tumeweza kufanya na kuvuka malengo yetu kwa mwaka huu ulioisha. Kwa mwaka huu unaokuja pia tutatoa huduma zaidi zaidi, na tuweze kuvuka malengo yetu. Naomba ushirikiano wenu, tupate ushirikiano. Kile kipindi ambacho kinapaswa kulipa kodi, basi tulipe kodi kwa wakati, kwa ajili ya kulijenga taifa letu.